Zama hizo la yubali almar'u, mtu atakuwa hajali mtu atakuwa hawazi bima akhadha almala, kwamba amepata mali yake kwa njia ya gani, amina alhalali am min alharam, hiyo mali yake ameichuma kwa njia ya halali ama ameichuma kwa njia ya haram. Na hizi ndizo zama ambazo Mtume alayhi salatu wasalam amepata kuzibashiria ya kwamba zitakuja kufika kwa watu, nazo ni zama hizi ambazo mimi na nawewe tukundani yake, zama za fitna, zama za mihan mbalimbali mbali. Ya hapa na pale, Waislamu wamefitiniwa katika dini yao, na kweli wakafitinika. Hivi sasa watu hawawazi, watu wanachokiwaza ni kwamba mikono yao kuingia vinywani, na wala hawajali kwamba mali zao wamezichuma kwa njia gani. Utakuta hivi sasa kuna matangazo mbalimbali mbali ambayo yanatangazwa ambayo yanawekwa ya mikopo mbalimbali. Utasikia na watu wanaweka matangazo wakiwa wanashindana kwa kuyapamba jinsi kuwa kwamba haramu inatengenezewa kupangwa ili watu waione ni kuwa ni nzuri. Utasikia, huu ni mkopo ambao riba yake ni khafifu, huu ni mkopo ambao utakufanyia wepesi katika riba yake. Unakopa shilingi elfu kumi unarudisha shilingi elfu kumi na mia moja unarejesha shilingi elfu kumi na hamsini riba yake ni hafifu basi. Anakwenda kufanya mafungamano na mikopo hii ya kiriba Mwisho yote anaingia katika machukizo machukivu ya Allah tabaraka wa taala.